Ni siku ambayo kila mtu anapaswa kumshukuru Mungu. Leo ni siku ambayo kila mtu ambaye anatambua nafasi ya Mungu kwenye maisha yake anatakiwa amshukuru Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kumaliza siku mia tatu sitini na sita si jambo rahisi, ni jambo kubwa. Yako mambo mengi yamepita hapa katikati, lakini kwamba tumefika tarehe moja mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita sio jambo dogo, ni jambo ambalo linapaswa mpeleka kila mtu kwenda kumshukuru Mungu. Haleluya! Inawezekana hujaachivu vitu vikubwa sana, lakini kwamba tumeiona siku ya leo, una sababu ya kumshukuru Mungu katika maisha yako. Wengine wengine eh, waliugua sana, lakini Bwana akawaponya wengine walipita kwenye hali ngumu, lakini Mungu akawavusha. Kwayo siku ya leo ni siku maalum ambayo tunapaswa kumshukuru Mungu. Sasa kwa nini tumshukuru Mungu? Ni faida gani ambazo tunaweza kuzipata kama tukimshukuru Mungu? Faida ya kwanza ya kumshukuru Mungu ni kwamba Mungu hukutana na mahitaji yako unapomshukuru Mungu. Unapomshukuru Mungu, faida ya kwanza ambayo unaipata ni kwamba Mungu anakutana na mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukawa una mahitaji mengi sana lakini ukachagua kwenda kumshukuru Mungu bila kuyataja yale mahitaji uliyonayo. Usifikiri Mungu atanyamaza. Unapochagua kumshukuru Mungu, Mungu anakutana na mahitaji uliyonayo. Tunaweza kuangalia maandiko katika Nyakati wa Pili sura ya ishirini, kitabu cha Nyakati wa Pili sura yake ya ishirini mstari wa ishirini na moja na ule mstari wa ishirini na mbili. Nyakati wa Pili sura yake ya ishirini na ule mstari wa ishirini na moja nisome, na ule mstari wa ishirini na mbili. Biblia inasema naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema Mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu Bwana, akaweka waviziao juu ya wana, wa, wana wa Amoni na Moabu na watu wa mlima Seiri waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Sema nao wakapigwa. Sema tena nao wakapigwa Lilikuwa ni jeshi la makabila matatu limeinuka dhidi ya makabila mawili. Jeshi hili lilikuwa ni jeshi kubwa, jeshi la, wan... la, la, la, la, la watu wa mwa, Amoni Moa pamoja na milima Seili walikuwa wamekusanyika kwa pamoja, jeshi lao wakawa wameinuka kwenda kupigana na mfalme Yehoshafati pamoja na watu wa Yuda na watu wachache wa Yerusalemu. Wakati wale watu walipokuwa wamejipanga tayari, wameanza kutoka kwenda kumpiga huyu mfalme pamoja na watu wake wachache, wakatoka watu walipo walioenda kumpatia habari yule mfalme, wakimwambia kwamba wameinuka jeshi jeshi la watu wa Amoni na wale watu wa Moabu na watu kutoka milima Seili, wamejipanga wanakuja juu yako vitani. Mfalme Yehoshafati aliposikia habari za kwamba kuna watu wameinuka wanaenda kupigana naye, yeye alipotazama jeshi lake akaona hawezi kwenda kupigana ile vita kwa kutumia jeshi lake, lakini kitu alichokifanya akasema, sisi tutakachokifanya tutamsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni, ni, ni, ni maamuzi ambayo si rahisi mtu kuyafanya wakati ambao watu wameinuka wana silaha na wamejitayarisha tayari kwa ajili ya kupigana na wewe vitani. Halafu badala ya wewe kuandaa jeshi na kwenda kukabiliana nao, unasema sasa, mimi nitaandaa watu stadi wa kumsifu Mungu, nitaandaa watu stadi katika kumwimbia Bwana, ili wao watuongoze sisi twende tumsifu Bwana. Si maamuzi rahisi kufanya, lakini Yehoshafati, ndiyo maamuzi aliyoyafanya wakati alipopata taarifa kwamba watu wamekuja kupigana naye vitani, yeye akasema, twendeni tumsifu Bwana nyimbo za kumsifu Bwana, watu wasimame wapeleke sifa mbele za Bwana. Haleluya, haleluya! Nenda kaangalia nini kilichotokea, nenda kaangalia nini kilichotokea. Wakati ule walipokuwa wameanza kuimba na kumshukuru Mungu, maandiko yanasema Mungu alichokifanya akaleta watu wa vizi yao wale watu walikuwa tayari wamesogea tayari. Wa, lile jeshi lilikuwa limesogea kabisa, ilikuwa ni kiasi cha kwanza kuwashambulia wale watu, maana walikuwa mlimani tayari kwa ajili ya kushambulia yule mfalme na watu wake. Lakini aliposimamisha watu ili waende wakamimbie Bwana na kumsifu Bwana, Mungu akainua watu wavizi yao sema wavizi hao, watu wavizi hao wakawainua, wakaanza kuwapiga na kulipiga lile jeshi. Na unajua ilikuwaje? Mungu na, maandiko yanaposema kwamba akainua wavizi hao, sio kwamba kuna watu fulani walitoka waliokuwa kinyume na wale wakaanza kuwapiga. Kitu ambacho Mungu alikifanya, aligeuza baadhi ya watu katika jeshi lile lile, wakaanza kuwapiga wenzao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hitaji la Yehoshafati na watu wake, wale watu kutoka Yuda na Yerusalemu, hitaji lao, hitaji lao ilikuwa ni kushinda ile vita, ilikuwa ni kuona kwamba wanatoka salama katika ile hali ya vita. Bwana Yesu asifiwe , ndio lilikuwa hitaji lao, hilo ndio lilikuwa hitaji lao. Sasa Mungu aliposikia nyimbo za sifa Mungu alipoiona mioyo ya shukrani ya watu ambao wanakabiliwa na vita mbaya, Mungu akainua watu wa vizi yao. Haleluya! Akainua watu ambao wanaenda kupiga lile jeshi, wakageukiana kwa silaha walizokuwa walizokuwa nazo, wakaanza kupigana, wakaanza kuuana wakauana wakauana mpaka dakika ya mwisho, wale waliokuwa wanaua wenzao nao wakauana wao kwa wao kwao, jeshi lote likaangamia. Haleluya! jeshi lote lilokuwa limeinuka dhidi ya Yehoshafati, Yeho na watu wake, jeshi lote likaangamia. Mungu akakutana na hitaji la Yehoshafati kwa sababu amechagua kumsifu Bwana na k sijui unataka Mungu afanye nini kwa ajili yako mwaka huu. Ni kweli tulipata nafasi tarehe 27 tulikuwa hapa siku nzima tukiomba. It was amazing. Ilikuwa ni siku nzuri sana. Na mimi mpaka leo nina feel nguvu ya siku ile. Hallelujah, hallelujah. Tuliomba. Tuliomba. <triomba> Lakini haikuwa siku yetu ya mwisho kuomba. Tutaendelea kuomba. Hallelujah. Na leo tunapomshukuru Mungu kwa siku hii ya leo, twende tumwambie Mungu asante. Nataka nikuhakikishie, bado Mungu kwa njia ya wewe kumshukuru atakutana na mahitaji uliyonayo kwa mwaka mzima. Amen. Unaweza kuwa na mahitaji makubwa ambayo umekuwa nayo kwa muda mrefu, Mungu anaweza kukutana na hayo kwa wewe kuinua sauti yako na kwenda kumsifu Bwana. Amen. Yehoshafati akashinda vita, sio kwa sababu jeshi lake lilikuwa na nguvu, sio kwa sababu alikuwa na maandalizi mazuri ya kwenda vitani lakini kwa sababu alichagua kwenda mbele za Bwana kwa shukrani wakati vita ilipokuwa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe Amen. Sana, na ndivyo itakavyokuwa kwetu mwaka huu ambao tumeingia, kwa sisi kuamua kumshukuru Mungu, Mungu anaenda kukutana mahitaji yetu katika jina la Yesu aliye hai. Matendo ya Mitume sura ya kumi na sita mstari wa ishirini na tano hadi ule mstari wa so, ishirini na saba. Soma Biblia, nasema lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za, ku, za kumsifu na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga akataka kuji, kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia, ila Paulo akapaza sa, sauti yake kwa nguvu akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Haleluya, haleluya, haleluya! Angalia sifa namna ambavyo inafungua milango Sifa shukrani zinavyofungua milango. Paulo na Sila wamekamatwa kwa sababu walikuwa wamemfungua mtu aliyekuwa na pepo la utambuzi, ambapo pepo hilo lilikuwa limewapatia faida watu waliokuwa wanalitumia kwa kuagua, kwamba mtu alikuwa akiwaendea akiwa na, na matatizo, wanamuita yule mtu aliyekuwa na pepo la utambuzi, ana anagua, na baada ya hapo, yule mtu anaweza kutabiri kwamba yule mtu mwenye matatizo alikuwa na tatizo gani. Kwa hiyo watu walikuwa wakimtumia yule mtu mwenye pepo lile kwa faida. Sasa, wakati Paulo na Sila wakiendelea kuhubiri njiri kwa muda, yule mtu akawa anawasumbua, anawasumbua, na wakati mwingine anawaita akiwatambua kama watumishi wa Bwana. Sasa siku moja Paulo akakemea yule, yule pepo ndani ya yule mtu, yule pepo akatoka. Jambo hilo liliposikiwa, watu waliposikia kwamba yule mtu aliyekuwa na lile pepo amefunguliwa walikasirika sana, ndio kwamba wakamkamata Paulo na Sila waka, walipowakamata wakawapiga mbele za watu sokoni wakawapiga vibaya na mwisho wa siku akawafunga gerezani. Walipowapeleka gerezani, wakamwambia yule mlinzi wa gereza, wakamwambia awafunge na, kuwari, na kuwachunga sana. Yule mkuu wa gereza akawachukua akawafunga miguu yao na akawatupa katika chumba cha ndani Bwana Yesu asiwe sana manake akawapeleka mahali ambapo hawawezi kutoroka hata iweje. Basi usiku ulipofika, usiku wa manane, maandiko wanasema wao wakaanza kumsifu Bwana. Haleluya! hawakuangalia hatari iliyoko mbele yao, hawakuangalia kwamba wapo katika mazingira gani, lakini walichokiangalia wakasema, Mungu anastahili heshima zetu hata kama tupo katika gereza hili. Haleluya, haleluya! <laughs> tazama, wakaanza kuimba nyimbo za kumsifu Bwana wakaanza kumwambia Mungu asante, wa wakaanza kumwambia Bwana unastahili wewe, unastahili, unastahili. Maandiko anasema wakati wakiendelea kumsifu Mungu likatokea tetemeko la nchi, milango ya gereza ikafunguka, na vifungo vyao kwenye miguu yao vikalegezwa. Angalia, watu wale walipokuwa gerezani hitaji lao ilikuwa ni kutoka gereza, lakini unaweza kuona kwamba wao walipochagua kumsifu Mungu, Mungu akakutana na hitaji lao, milango ya gereza ikafunguka na wale watu wakatoka gerezani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimekwambia faida ya kwanza unaweza kuipata unapochagua kumshukuru Mungu ni kwamba Mungu atakutana na mahitaji uliyo nayo asubuhi ya leo Amen. Mungu atakutana na mahitaji uliyo nayo katika siku ya leo na katika mwaka mzima ulioko mbele yako. Amen, usiache kumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu hata katika nyakati ngumu, mwambie Mungu unastahili katika hata katika nyakati ngumu, mwambie Mungu wewe unastahili katika maisha yangu. Mungu ataendelea kukutana mahitaji ya kwako. Unajua ni kwa nini hiyo inakuwa hivyo? Ni kwa sababu hiyo ni kama kanuni tu, kwamba ukimshukuru Mungu, Mungu yeye anakutana, anayatazama yale mambo unayoyahitaji, alafu yeye anakupa. Nataka ni kuombe mtu wa Mungu, katika jina la Yesu, usijizuie na uepuke kabisa kujizuia kumshukuru Mungu. Usijizuie kumshukuru Mungu, mshukuru Mungu katika nyakati zote. Mshukuru Mungu wakati una utoshelevu, mshukuru Mungu hata katika nyakati ambazo hauna utoshelevu. Mshukuru Mungu wakati una mahitaji, mshukuru Mungu wakati umetendewa, mshukuru Mungu nyakati zote. Sifa zinafungua milango, shukrani zinafungua milango. Bwana Yesu asifiwe sana. Umewahi kuona ukimpa mtu kitu kidogo akakushukuru sana, unahamasika kumwongeza tena? Amen. Una, unatamani ungempa kitu kikubwa zaidi unapoona ule moyo wake wa kushukuru, ule moyo wake wa kutambua kile ulichokifanya, hata kama ni kidogo, unatamani ungekuwa na uwezo ukafanya kikubwa zaidi kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu ndivyo alivyo. Unajua sisi Mungu ametumba kwa mfano wake na Mungu ndivyo alivyo. Yeye anafanya zaidi na anafanya kwa ukamilifu na anafanya kwa haki. Maana yeye ni Mungu wa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijizuie na uepuke kabisa. Usijizuie kabisa kumshukuru Mungu. Mwambie Mungu ninakushukuru. Kwa haf, kwa hii asha nilionayo, kwa hivi nilivyo, kwa hapa nilipo. Mungu ninakushukuru. Mungu ninakushukuru. Ninakushukuru Mungu kwa hivi nilivyo. Wewe ni Ebeneza katika maisha yangu. Amen. Yeye ataendelea kukutana mahitaji ulionayo. Na utaona Mungu akifanya mambo makubwa sana katika maisha yako, kwa sababu umemshukuru. Amen. Tuangalie faida ya pili, tuende tukamaliza. Faida ya pili ya kumshukuru Mungu, faida ya pili ya kupeleka shukrani mbele za Bwana, faida ya pili ya kumshukuru Mungu ni kuleta faraja kwa watu wanaomtafuta Mungu. Kuleta faraja kwa watu wanaomtafuta Mungu. Unaposimama na kumwambia Mungu asante unaposimama na kushuhudia matendo ya Mungu kwenye maisha yako, kitu ambacho nakuwa umefanya bila wewe kujua ni kwamba umepeleka faraja katika maisha ya wale watu wanaomtafuta. wow. Amen. Wewe unaweza ukasema tu kwamba ninamshukuru Mungu kwa sababu nilikuwa hivi na vile, lakini leo niko hivi, nilikuwa na magumu fulani, nilipita kwenye magumu fulani, Mungu akanivusha wewe hapo utakume, umepeleka faraja kwa mtu mwingine ambaye ana shauku ya kutendewa na Bwana kwa neno lako hilo la kumshukuru. Amen. Kwa hiyo tukichukua nafasi ya asubuhi ya leo, tukichukua nafasi ya asubuhi ya leo kumwambia mkushukuru, kusimama hapa na kushuhudia, kitu ambacho tutakuwa tunafanya ni kwamba tutakuwa tunajengana na kutiana moyo, ili tuzidi kusonga mbele katika safari yetu. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya, haleluya. Mungu wetu anapenda sifa na watu wanapomshukuru naye pia anafurahi. Lakini faida hii ya pili ya kumshukuru Mungu ni kwamba unapomshukuru Mungu unaleta faraja, unapelekea faraja katika maisha ya watu wanaomtafuta Bwana, watu waliodhamiria kutembea na Bwana, watu waliodhamiria kumtafuta Mungu katika maisha yao, wanapata faraja unaposimama na kumshukuru Mungu Amen. Tuangalie maandiko matakatifu kitabu kile cha Nyakati wa Kwanza sura ya kumi na sita mstari wa saba hadi ule wa kumi. Nyakati wa Kwanza sura yake ya kumi na sita mstari ule wa saba ukisoma mpaka ule mstari wa kumi, maandiko yanasema: ndipo siku hiyo Daudi alipoagiza kwanza kumshukuru Bwana kwa mkono wa Asaf na nduguze Mshukuruni Bwana liitieni jina lake wajulisheni watu matendo yake Mwimbieni, mwimbieni kwa zaburi itafakarini ajabu zake zote isifuni kwa jina lake takatifu na ufurahi moyo wao wa mtafutao Bwana. Amen. Anasema Mshukuruni Bwana, liitieni jina lake wajulisheni watu matendo yake. Manake hapo mtu ndio anasimama na kusema vile Mungu ametenda kwake, ndio kuwajulisha watu matendo yake. Mwimieni, mwimieni kwa zaburi, zitafakarini ajabu zake zote. Anasema jisifuni kwa jina lake takatifu na ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana. Huyu alikuwa ni Daudi anaagiza, alikuwa ni Daudi anaagiza kumshukuru Mungu ili kwa kufanya hivyo, moyo wa kila mtu anayemtafuta Bwana uweze kufurahi, uweze kufurahi. Ni kama vile ambavyo ni kama vile ambavyo watu kwenye familia yao wakipokea taarifa za mafanikio ya ndugu yao huwa wanafurahi lakini pia na watu wengine wote wenye nia nzuri katika mioyo yao, wakisikia kwamba mtu fulani amefanikiwa kwenye maisha yake, nao pia wanafurahi, kwa sababu nao wanatamani kufanikiwa. Sasa Daudi anasema kwamba jisifuni kwa jina lake na ufurahi moyo wa wale wamtafutao wa Bwana. Ndugu zangu, unapomaliza mwaka huu au tunapomaliza huu mwaka na kuanza mwaka mwingine, tusiache kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu tutatiana moyo tutajengana lakini pia itatusaidia kuendelea mbele kwa ushindi mkubwa sana katika mwaka huu tulioanza. Amen. Ukimshukuru okay, Mungu leo tafsiri yake ni kwamba utakuwa umemtarajia kesho. Ukimshukuru okay, Mungu katika hii siku ya leo maana yake unamtarajia Bwana atende kwa ajili yako katika siku, siku zinazokuja.